Kijana, hongera sana na pole. Ni takriban miezi sita sasa. Asante daktari. Unataka kunihakikishia kweli sura yangu imebadilika 100%. Mwanangu Edoki mwenyewe, mbona umepoa leo, umependeza, eh, umevalia viatu vikali, shati kali. Sio kaida yako kama unaenda kwenye harusi, mshikaji wangu, wapi leo unaenda? Ona anijiamini. Ah, kwamba leo wewe umenisahau mwanangu Edoki. Umenisahau mwanao Makaveli, yani tunashinda yote maskani kuanzia mchana mpaka jioni, leo umenisahau. Makaveli ndo nani? Kwa hiyo umenikataa yani kwamba wewe unijui mimi, si ndio? Edoki wewe umenikataa. Misi mwanao mwanangu na kujaga maskani pale tunapoa mara kibauli huu muonesha roho kunikataa kabisa. Si ndio? Nisikilize. Sikujui, unijui. Na hilo jina la Eduki silijui. Ah? Unielewa? Na kwa hiyo roho hiyo unijui kwa sababu umevaa nguo nzuri, si ndiyo? Sikuta kuja maskani afu mienda kukataa kama ulivyonikataa, hapo futa naona mimi mwenyewe miaushu mwanangu. Umesikia? Sio wenyewe miaushu tunaiweza. Sio atwe, kama atuiweze tunaiweza. Kwa hiyo kama kama umeamua kunikataa nikata, nikataa baridi. Kijana, nisikilize, nimekwambia hivi sikujui, na haya mazoea yawe mwisho. Hey, dok, nataka niongee mara ngapi unielewe, wewe eh? sinaongea na naye afu miangalia pembeni manake nini wewe? Ah, leo mumia mkono, labda ungepata jii ukafariki huko ungekuwaje? Eh? hata nimesha kuambia, kazi ya kufanya mi nitakupata pesa ufanya biashara, mbona uelewi? Lakini unajua mama mtu, naongea sana talabu, mi sipendelee hata kidogo, nielewe kwa umakini. Ukija kwangu, njoo na mada nyingine. Habari ya kuniambia sijui menitibu mkono sijui nini sijui ni achane na kipi, hiyo mi sielewi. Nafanya haya yote kujitafutia maisha Ningekuwa na maisha mazuri, nisingekuwa kama hivi. Umenielewa? Unaona sajeuli yako kwa mimi, kufanya yote kwa sababu nakupenda. Naona kama vile najipendekeza sana kwako, si ndio, eh? Samahani kuja kwanza. mambo poa, kwa mzima. Dada mzima, we kaka, kwa akili zako timamu ulijua sita kuona na kuuliza, ulijua sita kuona. Kaka nisikilize, hii dunia ni duwala, utazunguka lakini utarudi hapa hapa, umenielewa? Nataka simu yangu, dada. Simu simu ndiyo, ulijua naongelea nini. <laughs> Dada nisikilize. Sijawahi kuwa mwizi. Hata unavyozungumzia habari za simu na shangaa. Wewe wewe wewe nikufananisha na nani? Hivi unifanya mimi sina akili. Kakangu mimi nina akili timamu. Usinifanye mimi hamnazo. Yaani ulikuwapo simu yangu halafu unasema ulikuwa unanifananisha. Kwa maana mimi sikujui. Kakangu umeingia sehemu mbaya. Umenielewa? Nataka simu yangu. Iwe leo, iwe kesho. Umenielewa? <laughs> Dada. Mimi nakwambia umenifananisha sijachukua simu yako. Wewe. We kaka wewe. We kaka wewe. Sio kila unayemwona unamudu. Umenielewa? Yaani ulikwapua simu yangu afu unasema eti nimekufananisha. Ni kama mimi sina akili na hili halijaisha. Nikukute leo, nikukute kesho ngoma iko pale pale. Nataka na simu yangu. Na nitazidi kuendesha ugomvi mpaka pale utakapolisha simu yangu. Mwizi mkubwa wewe. Unavaa unapeleza vikumbe mwizi? Unafanya kazi ya kukwapua watu simu. Ina maana hauibi simu tu, ina maana vitu vingine unaiba. Oya, umeingia sehemu mbaya kaka yangu. Nikukute leo, kesho, simu yangu naitaka. Mwizi mkubwa eo. Yaani, toka siku zile nijisebenze kile kisimu cha yule manzi, yaani kimeniletea gundu kinyama, yaani hadi najilaumu kwa nini nilikisebenza. Bila acha tu, hii hali tutaimaliza. Simanjua tena mimi.

Mi leo sijatoka kitaa toka asubuhi, nimechili maeneo haya haya, sijaenda popote. Na hata unavyoniambia, sijui umekutana na ume mi wapi, sijui wapi huko, mi sijatoka mwanangu, niko hapa hapa. Wewe sikia, wa imani wewe, umeshinda nani toka asubuhi? Mimi nimetoka mitaa. Sasa anaposema kwamba ulikopona naye kwamba wewe umenikataa, umenikataa kule, napo anakuja kunikataa vile vile, si ndio? Kama vipi, fanya mambo yako, nifanye mambo yangu, kwa sababu unisaidie kwa chochote kile. Umesikia mzee, baba wasikiliza, hizo bangi unazovuta hazijakoma vizuri mi niko hapa hapa maskani, nimekwambia sijatoka kwenda sehemu. Mbona na nifosi tu nionekane umeniona huko? Sikiliza mm, weka mnaamua kujikatae, jikatae kivyako, usitulazimishe si kutupa matango poli unayotaka wewe. Hey, tukuelewe. Nimekwambia nimebaki hapa pakitani, unanifosi kuwa nimetoka vipi? Nikuelewe vipi? Mm, ni vipi? Ni ni vipi? Kama mama yako nikataa, nikatae mzee wewe, wa imani wewe, si brother yako, mama yako baki naye eh, si anakupa hata ugali? Wewe baki naye, mimi nisaidie kwa chochote, mshamba tu sawa kwa vinguo vyake hivi elfu ishirini na tatu anitishie mimi? Nashinda kununua vinguo kama hivi, ila tunasema tumezipigilia matu kwenye makabati huko. Mzee wewe ishi nayo, sababu sio wote watoto wa kiume. nasikia? Unilishi, sikulishi, kila mtu anakula kwao. Ona nimetia pigo, sio? Au mambo yenyewe mimi sielewi, mwanangu. Nasikia mimi nishaukataa, mzee. Tanguja kujichanganya, siku moja anakuja nikupiga hata mchinjo wa kichwa mzee, sawa. Wow. Unajua kabisa nguo zangu ndo hizi za elfu mbili. Nikipita mtaani nimejisebenza hizo, sijui suti wapi na wapi, mwili wa suti huo Uwa, pole santa, vipi unawafahamu? Siwafahamu. Maana <laughs> huu mtaa pia kuna vibaka eh? Navyoonyesha pole sana, hawja kuibia. Hapana. Uh, nafikiri alikuwa anataka kuchukua simu. Hmm. Ila batri nzuri simu hiyo hata. Uh, pesa pia zidi. okay. <laughs> Nga sana, pole eh. Uh, kuna mtu alikuwa amenielekeza nije mitaa hii. Sasa nafikiri najaribu kumtafuta pia apatikane. Pali wewe mwenyeji, mm -hmm, maeneo haya? Hapana, sio mwenyeji wa mtaa huu ila huwa anapitapita maeneo haya ila okay. Naomba basi tukae tuzungumze kama utojali. Hamna shida kaka. Sasa sogea hapo pembeni. Okay. Nisitaki kuamini yani. Mtu mbaya sana eh? Ah, ndugu yangu. Naam, shukrani sana. Majina Ondoa Shehe. Uh, lakini pia umenisaidia, na sija kufahamu jina lako, juu unaitwa nani kwa majina? naitwa m Michael. Ndio, Michael. Nafurahi kufahamu. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Uh, natamani kujua baadhi ya vitu kutoka kwako, sababu umeonekana ni mtu mwema kwangu, hivyo si vibaya kama tukifamiana. I mean, tukitambuana zaidi uh, kwa sababu umeonekana kuwa na roho nzuri, yani mtu mwema, hivyo napenda tufamiane zaidi. Pengine unaishi wapi? Unafanya kazi gani? Unajishughulisha na nini hmm? Naweza nikajua hata kidogo kuswewa Ondoa shaka, unaweza ukajua. Kiukweli kwa sasa sina kazi, ila hapo mwanzo nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya design. Bahati mbaya, kuna mistake zilitokea kazini, wafanyakazi wenzangu wakanichongea kwa bosi, na bosi hakutaka kunipa nafasi ya kunisikiliza, akanifukuza kazi. oh, pole sana Asante. pole sana. sasa yeah. Umesema kwamba wewe ulikuwa ni designer na design na, okay. mimi ni mwanamitindo ambaye na design kila aina ya nguo. Sasa imekuwa ni jambo zuri sana na ni kama bahati, mimi ninamiliki kampuni yeah. na kampuni langu linaitwa Joseph Fashion, hivyo nilikuwa niko kwenye process za kutafuta wafanyakazi, kwa hiyo imekuwa kama bahati. Mi pia nilikuwa nahitaji watu ambao wanatauma hiyo hiyo ya design. Kwa hiyo kama nawe pia ni designer, it means kwamba tayari utakuwa umepata kazi kwenye kampuni yangu. Nafikiri, nafikiri Jumamosi kuna watu ambao tayari walikuwa wameshatuma maombi ya kazi hivyo, yeah. ningependa nitakuachia namba zangu, utanitafuta Jumamosi, nitakupa maelekezo, utakuja utashiriki pia kwenye interview, na kama utapita basi utakuwa miongoni mwa wafanyakazi wangu, ndugu yangu, nitafurahi sana. Asante sana, nashukuru. Vizuri <laughs> sana, vijana wangu. Nimefanya kazi nzuri sana, nimefurahi. Napenda vijana shupavu kama nyie. Sasa tusiongee sana, ngoja niwape malipo yenu. Amzigo, mzigo si umetimia. Haina mambo mengi, yaani si ukirito tunamaliza kazi dakika hiyo hiyo yani, na sasa tutakage mambo mengi kabisa. kwa na ishu yoyote usitupigie saa ishirini na nne yani. mm. si tupo si waziwa kumaliza kabisa yani. au unasemaje? Ha, hapo mshua, yani hakuna shida yoyote. Sisi waziwa kazi kazi kazi, kama zile sisi unazipenda. Kwa hiyo ukiwa tena tatizo mm, jingine lolote tutucheki sisi, waziwa kazi kazi, naamini yani. no, haina kulala hiyo. Safi sana, nikiwa na tatizo basi nitawatafuta, sijali mshua. Okay, niwatakie kazi njema. Sawa, sawa, sawa. Hiyo. Niambie mpenzi wangu. Jana kuna sehemu nilikuwa nimeenda mara moja kunana na jamaa wangu. Umeelewa? Baada ya kufika ile maeneo kuna washikaji kama wawili vile nilikutana nao. Umeelewa? Baada ya kukutana nao tulikuwa tumepishana tu hivi kidogo. Yeye nime, nimepiga kama watu ambili tatu hivi kwa washikaji wako wamerudi kwa mfaji wamenikaba. Umeona? Bado nzuri kwa ametokea jamaa fulani hivi. Baada ya kutokea hivyo washikaji wako wamekimbia. Umeona? Sasa nilikuwa nimepata muda mzuri wa kukaa na ule mshikaji kuweza kuzungumza. Sasa kwenye mazungumzo yake jamaa akanieleza kwamba yeye ni designer. Umeelewa? Mm-hmm. Ehe, na amewahi pia kufanya kazi kwenye kampuni fulani, alikuwa ni manager, kwa hiyo ni mzoefu kwenye kampuni. <laughs> Nikaona ni kama vile bahati fulani, yaani kama vile Mungu katukutanisha hivi kama unavyofahamu. Hmm? Na sisi kwa tunahitaji mtu ambaye ni designer. Hivyo nikaona si mbaya kama nikimpa nafasi hiyo ya kumwajili pia kwenye kampuni au unasemaje? Mm. Kwa upande wangu, unaona ni jambo zuri, yaani naona kama ni Mungu mwenyewe aliamua ku bless kutokana na sisi tunauhaba sana na tuna uhitaji sana na huyo mtu kwau, nafikiri itakuwa vizuri kama akifika ofisini ili tufanye makubaliano naye. Ya, Nkomba, ni vizuri na bahati nzuri ni kwamba nilimweleza, nafikiri Jumamosi ndio sweleza kwamba Jumamosi ni siku ya interview kwa sababu nilikuwa nimempa namba. Nitamcheck, nitamwambia jitahidi Jumamosi awahi kufika ili pia tuone uwezo wake. Unajua, uwezi tu mtu ukamwamini kwa maneno, lazima afike ofisini kwetu, tumpe afanye interview. Kama atapita, basi tutamwajili kwenye Your... au yeah, sio kweli, vipi? mm -hmm. mm -hmm. Unaionaje kampuni yetu kwa sasa? Kampuni nzuri hamna shida kabisa, au unaonaje? Kweli naona, maana tu mwenyewe unazidi kupendeza tu. Hey, ndo hivyo. Sinajua sasa hivi, ila zinaonekana tofauti na mara kwanza. Alikuwa anatupelekesha sana yule buli mpuuzi. Habari zenu. Asante. Ah, uh, kama mnavyomuona nipo na mfanyakazi mpya. Hivyo nimemleta hapa ili muweze kumfahamu naye pia wafahamu, sawa sawa. karibu sana ndugu yangu. Asante. kwa majina naitwa Michael. Sijajua wenzangu mnaitwa nani? kwa majina naitwa Madam, anaitwa Madam Yu. Uh, kwa majina naitwa Sara kwa majina anaitwa Rushaina ni designer wa hapa. Karibu sana kaka. Asante. Kwa majina anaitwa Neema, hata mimi pia ni designer wa hapa. Karibu sana. Asante. Nashukuru kwa kunitambua. Ah, bwana Michael. Naam. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Jisikie huru. Hawa ni, wa wa, ah, hey, so, ni wafanyakazi wenzako kuanzia leo hivyo nahitaji ushirikiano, mshirikiane vizuri kuhakikisha kwamba kampuni yangu hii inazidi kusonga mbele kila siku, sawa sawa. Asante. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Uh, samahani jamani, umesema unaitwa Maiko? Ndio. Kiukweli nakufahamisha sana bosi wetu wa zamani alikuwa anaitwa su